Taifa la Ghana na Zambia wamekubaliana kufuta mahitaji ya visa kwa raia wa nchi hizo na kuashiria hatua kubwa kuelekea ujumuishaji wa karibu wa kikanda na kurahisisha harakati za kuvuka mipaka. Hii ni TriGen Media na mimi ni Edith Peter. Mkataba huo umethibitishwa na Waziri wa Mambo ya Nje wa Ghana, Samueli Okuzeto Ablakwa, wakati wa ziara rasmi ya Rais John Dramani Mahama nchini Zambia. Ziara hiyo ya siku tatu inalenga kupanua ushiriki wa kidiplomasia, kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kukuza uhusiano imara kati ya idadi ya watu wa nchi zote mbili na kukuza mafungano ya nchi hizo. Rais Mahama aliwasili mjini Lusaka siku ya Jumatano, Februari 4 na kupokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kenneth Kaunda na rais wa Zambia, Hakainde Hichilema. Maafisa wanasema makubaliano hayo yalikuwa moja ya matokeo muhimu ya mazungumzo ya pande hizo mbili. Utaratibu huo mpya utaruhusu raia kutoka nchi zote mbili kuingia na kuhamia kati ya Ghana na Zambia bila kuhitaji vibali vya kuingia na kuondoa vikwazo vya kiutawala ambavyo vina ugumu wa kusafiri kwa muda mrefu. Sera hiyo inatarajiwa kurahisisha shughuli za biashara, kuhimiza utalii na kukuza ubadilishanaji wa kitamaduni na kitaaluma, huku ikifanya usafiri kuwa rahisi kwa wanafunzi, wajasiriamali na wafanyakazi. Msamaha wa viza pia unaonyesha juhudi kubwa zaidi za serikali zote mbili za kuimarisha ushirikiano na kuboresha muunganisho, ikiashiria kujitolea upya kwa kuimarisha uhusiano na kusaidia uhamaji mkubwa katika bara zima la Afrika hali ya matumizi ya viza ndani ya, ya, ya, ya, ya, ya Afrika bado ni changamoto kubwa katika juhudi za kuijenga Afrika moja yenye mshikamano wa kweli. Licha ya kuwepo kwa mikataba ya kikanda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ECOWAS na SADC, nchi nyingi za Afrika. Hali ya matumizi ya viza ndani ya Afrika bado ni changamoto kubwa katika juhudi za kuijenga Afrika moja yenye mshikamano wa kweli, licha ya kuwepo kwa mikataba ya kikanda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ECOWAS na sadeke nchi nyingi za Afrika bado zinahitaji raia wa mataifa jirani kulipia viza au kupitia taratibu ndefu za uhamiaji ili kuingia. Hii inafanya Afrika kuwa moja ya mabara yenye vizuizi vikubwa vya usafiri wa ndani, hali inayokinzana na ndoto ya muungano wa Afrika ya bara na kuwa bara lenye mipaka iliyo wazi. Athari zake katika ushirikiano wa kibiashara ni kubwa. Ada za viza na urasimu wa mipakani huongeza gharama za, za biashara hususani kwa wafanyabiashara wadogo na wakati wanaotegemea masoko ya mipakani. Badala ya kukuza biashara ya ndani ya Afrika, hali hii inasababisha wafanyabiashara wengi kuelekeza nguvu zao kwenye masoko ya Ulaya, Asia au Amerika, ambako wakati mwingine taratibu huwa wazi zaidi, kupitia mikataba maalum ya kibiashara. Matokeo yake ni kudhoofisha biashara ya ndani ya Afrika na kuchelewesha utekelezaji wa eneo huru la biashara la Afrika, yaani AfCFTA. Hii ni TriGen Media.